Wawakilishi wadi katika bunge la kaunti ya Busia pamoja na kaimu karani wa bunge hilo Gabriel Erambo wametaka usalama uimarishwe kwenye majengo ya bunge hilo, siku chache tu baada ya mlango wa ofisi ya karani kuvunjwa na kubadilishwa na watu wasiojulikana. Viongozi hao wamesikitishwa na kitendo hicho, hali ambayo wanadai kwamba inahatarisha maisha yao. Erambo ameshaandikisha taarifa katika ofisi ya idara ya uchunguzi wa jinai kwenye kituo cha polisi cha Busia akitaka uchunguzi kamili wa kisa hicho ambapo inakisiwa kwamba ni mzozo wa umiliki wa ofisi hiyo. Nimekuja leo kwa ofisi yangu nikapata ofisi ilibadilishwa mlango bila mimi kujua, so imebidi nikuje kwa DCI to record a statement, wanisaidie kujua mlango yangu ya ofisi ya, ya, ofisi ya Busia County Assembly iko wapi. Mlango ilibomolewa na mlango mpya ikawekwa, sijui procurement procedure ili walitangaza hiyo tenda ya kununua mlango ya assembly lini na ikakuwa awarded lini? Kama uheshimiwa, tunahofia usalama wetu sababu mtu hawezi toka nje mwenye atujui na ingie kwa assembly bila idhini ya assembly, apuje avunje mlango which means tunaweza uawa kwa, kwa assembly. Kama uheshimiwa, tunahofia usalama wetu, na mtu mwenye amefanya kitendo kama hiyo atuwezi fanya na yeye kazi. Na mtu alikuwa anabomoa, na saidiana kubomoa, nijaribu kuangalia, niliona ni mtu strange, si mtu nilikuwa najua, na alikuwa na some other three people na ni wengine nikaambiwa ni pastors, although kisheria sisi, wageni wetu wakikuja kwa assembly wanakuwa na tags, wanapewa kwa gate, na hao watu waliingia ni strangers na hawakupewa tags.